DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni. Matumaini yangu hujambo, popote pale unapoisikiliza na kuitazama Idhaa ya Kiswahili ya DW. Karibu kwa matangazo ya jioni, kwa niaba ya wenzangu, jina langu ni Saumu Njama. DW Habari za ulimwengu, na msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba na kwanza ni muhtasari wake. Wanachama wa jumuiya ya kujihamia NATO wa kundi la B9 wamesema wako tayari kuikaribisha Ukraini kuwa mwanachama wa jumuiya ya NATO. Mazungumzo ya wajumbe wa Urusi na Ukraini yamemalizika nchini Uturuki. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa mwito wa kufanyika uchunguzi huru kuhusu mauaji wa Palestina huko Rafaa. Habari kamili. Vilnius, nchi wanachama wa jumuiya ya kujihami ya NATO za kanda, kunradhi, nchi wanachama wa jumuiya ya kujihami ya NATO za kanda ya Nordic Baltic na za Ulaya ya Kati zimesema ziko tayari kuipokea Ukraine kuwa mwanachama wa muungano huo. Viongozi wa Poland, Romania na Lithuania wametoa mtazamo huo kupitia taarifa yao ya pamoja baada ya mkutano wakile wa kilele wa kile kinachoitwa kundi la B9 na nchi za Nordic. Rais Volodimir Zelenski ambaye pia anashiriki mkutano huo mjini Vilnius amewahutubia viongozi hao kwa kuzungumzia juhudi za kidiplomasia zilizofanyika Istanbul nchini Uturuki. make... tunapaswa kufanya kila kitu kuhakikisha diplomasia haitoki patupu. Ujumbe wetu hivi sasa uko Istanbul, na tuko tayari kuchukua hatua zinazohitajika kufikia amani. Bila shaka, mwanzo unatakiwa kuwa ni usitishaji vita na uendeshaji shughuli za kibinadamu kuachiwa wafungwa na kurudisha watoto wa Kiukraine waliotekwa na mambo yote muhimu yanaweza kutatuliwa katika ngazi ya viongozi . Zelenski pia amewaambia viongozi wanaokutana kwamba ikiwa Rais Putin atahujumu juhudi za Istanbul watapaswa kumwekea vikwazo. Viongozi kwenye mkutano huo wa Vilnius wanatarajiwa pia kuzungumzia kuhusu kuipatia Ukraine uungaji mkono zaidi wa kijeshi na kisiasa Istanbul. Duru ya pili ya mazungumzo ya moja kwa moja kati ya wajumbe wa Urusi na Ukraine imemalizika baada ya muda wa saa moja kwa mujibu wa shirika la habari la Urusi na Rais Volodymyr Zelensky. Mazungumzo hayo yaliyofanyika Istanbul nchini Uturuki hayakuwekewa matumaini makubwa kufuatia msururu wa mashambulizi ya Ukraine dhidi ya Urusi yaliyotokea mwishoni mwa juma. Hata hivyo, Rais Zelenski akizungumza kutokea Vilnius, Lithuania amesema kufuatia mkutano huo, hatua nyingine ya kuachiliwa wafungwa wa kivita inaandaliwa Jeneva. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa mwito wa kufanyika uchunguzi huru kuhusu mauaji ya Wapalestina wa yaliyotokea karibu na kituo cha kugawa msaada kinachosimamiwa na Marekani katika Ukanda wa Ghaza. Timu ya Ghaza ya Ulinzi wa Raia ilisema wanajeshi wa Israel ndio waliofyetua risasi na kuwaua takriban watu thelathini na moja na kuwajeruhi mia moja na sabini na sita katika mji wa kusini wa Rafa. Hata hivyo jeshi la Israel limekanusha kuhusika na shambulio hilo la siku ya Jumapili. Katika taarifa yake, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema haiwezi kukubalika kuwaona Wapalestina wakihatarisha maisha yao kwa ajili ya chakula. Mnaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari inayoajia moja kwa moja kutoka idhaa Kiswahili ya DW mjini Bonn. Cairo, Waziri mkuu mpya wa Sudan Kamil Idris ameivunja serikali ya muda ya nchi hiyo. Hayo ni kwa mujibu wa shirika la habari la serikali SUNA lililoripoti taarifa hiyo jana Jumapili usiku. Shirika hilo la habari alikufafanua ni lini itatangazwa serikali mpya ambayo itakuwa ya kwanza tangu vilipozuka vita kati ya jeshi la Sudan na wanamgambo wa RSF. Kamil Idris aliteuliwa na mkuu wa majeshi Abdul Fatah Al Burhani kuiongoza serikali, lakini kundi la RSF liliwahi kusema mwanzoni kabisa mwa mwaka huu kwamba litaunda serikali yake kivyake kwa ushirikiano na vyama vinavyounga mkono Idris aliapishwa Jumamosi na jana Jumapili, katika hotuba aliyoitoa kwa taifa aliahidi kutanguliza mbele uthabiti, usalama na ujenzi mpya wa Sudan na kutobagua vyama vyote vya kisiasa. Berlin, takwimu zilizochapishwa leo Jumatatu na mashirika ya haki za kiraia ya kimataifa zinaonyesha kwamba asilimia tatu nukta tano tu ya watu ulimwenguni ndio wanaoishi katika mazingira yanayoheshimu haki za kiraia na uhuru bila mipaka. Ripoti ya mashirika ya kiraia iliyochapishwa na shirika la Kijerumani la msaada Brot fur die Welt imebaini kwamba ni mataifa arobaini duniani yanayoheshimu haki zote za uhuru wa kiraia, huku watu wengi wakiishi chini ya mazingira ya kubanwa kwa kiasi kikubwa haki zao. Ni mataifa kumi na mbili tu ya Umoja wa Ulaya yaliyotajwa katika orodha hiyo ya kuheshimu haki zote za kiraia ambayo yanazijumuisha Austria, Estonia na mataifa ya Skandinavia. Ripoti hiyo imeandaliwa kwa kuzingatia takwimu zilizokusanywa na mtandao wa mashirika ya kiraia duniani yaliyozingatia nchi mia moja na tisini na saba na na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa Kiswahili ya DW Bonn. DW dunia yetu leo jioni kutoka chumba cha habari kwake, Saumu Mwasimba, tuangazie yaliyo tuliyokuandalia jioni hii. Katibu Mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa uchunguzi huru wa vifo vya Wapalestina zaidi ya 30. Tutakuletea taarifa inayosema kikao cha kusaka amani cha wajumbe wa Urusi na Ukraine kimehitimishwa mjini Istanbul, na mashariki mwa Kongo wanawake wameelezea haja ya kuhusishwa katika mchakato wa kutafuta amani. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji

Na moja kwa moja tuanzie mashariki ya kati. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito hii leo wa uchunguzi huru wa vifo vya Wapalestina zaidi ya thelathini vilivyotokea karibu na kituo cha kugawa misaada kinachoratibiwa kwa ushirikiano na Marekani katika Ukanda wa Gaza. Hii ni baada ya kikosi cha waokozi kudai kwamba vifo hivyo vilisababishwa na mashambulizi yaliyofanywa na Israel. Mengi zaidi kuhusu mzozo wa eneo hilo ni ripoti katika ripoti ya Lilian Mtono. Katibu Mkuu huyu amesema kwenye taarifa yake kwamba amesikitishwa na mauaji hayo ya Wapalestina wa Gaza waliokuwa wakihangaika kupata msaada huko ukanda wa Gaza. Akasema haikubaliki hata kidogo, kwamba raia hao wanayaweka hatarini maisha yao wakiwa wanatafuta chakula. Guterres akatoa wito uchunguzi wa haraka na ulio huru dhidi ya matukio hayo na kuwawajibisha wahusika. Na huko Glasgow, Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesema mapema leo kwamba hali katika ukanda wa Gaza inazidi kudorora siku baada ya siku na kwa maana hiyo kuna umuhimu wa kuhakikisha eneo hilo la Kipalestina linapata misaada ya kiutu haraka iwezekanavyo. Stam amesema hayo alipoulizwa na waandishi wa habari akiwa Scotland kuhusiana na ikiwa Uingereza itachukua hatua yoyote kuhusiana na shambulizi linalodaiwa kufanywa na Israel jana Jumapili dhidi ya wakazi wa Gaza na kuwaua zaidi ya watu thelathini na wengine mia moja na sabini kujeruhiwa. So, look, is... hali katika ukanda wa Gaza inazidi kuwa mbaya siku baada ya siku. Niwe wazi kwa kusema ni jambo lisilovumilika na kuna haja ya kusitishwa mapigano. Niwe wazi pia kwamba misaada ya kibinadamu inatakiwa kuingia kwa kasi na kwa wingi, na bila shaka kuendelea kuhakikisha mateka waliozuiliwa kwa muda mrefu sana wanaachiliwa. Tunafanya kazi pamoja na washirika katika hilo. Shuhuda mmoja aliyekuwepo wakati shambulizi hilo lilipofanywa huko Rafa, Same Hamuda ameliambia shirika la habari la AFP kwamba akiwa njiani na kundi jingine kubwa kuelekea kwenye kituo hicho cha misaada, ghafla droni na vifaru vikaanza kuwafyatulia risasi. Akasema watu wengi walikufa pale pale akitazama. Jeshi la Israel, IDF, hata hivyo limesema uchunguzi wa awali umegundua vikosi vyake havikuwafyatulia risasi raia walipokuwa wakilikaribia eneo hilo la misaada, na badala yake msemaji wake Efi Defrin amesema kupitia ujumbe wa video kwamba Hamas inafanya kila linalowezekana kuwazuia kugawa misaada na kuwapa kuchunguza kila madai yanayotolewa dhidi ya IDF. Taarifa za mchana huu pia zimesema IDF imeshambulia jengo la makazi katika eneo la Deir al-Balah huko ukanda wa Gaza na kuwaua watu kumi na wanne, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto, ikiwa ni kulingana na maafisa wa afya. Hata hivyo jeshi hilo halikutaka kuzungumzia shambulizi hilo lilipombwa kufanya hivyo. Nam, tukitoka mashariki uh, mashariki ya kati tuelekee sasa mashariki mwa Kongo. Wanawake walikusanyika katika mkutano na Joseph Kabila aliyekuwa rais wa zamani wa nchi hiyo. Katika mkutano huo wanawake kutoka miungano mbalimbali ya mbali, kutetea haki za wanawake walielezea haja ya kuhusishwa kwao katika mchakato wa kutafuta amani kwenye eneo linalovurugwa na vita. Mengi zaidi kutoka kwa mwandishi wetu Benjamin Kasembe. Kabila ambaye anakabiliwa na tuhuma za kuwaunga mkono wapiganaji wa, wa kundi la M23 AFC alikutana na baadhi ya wanawake wanaoishi ndani na nje ya mji wa Goma. Hata hivyo wanawake hao kutoka katika mashirika ya kutetea haki za wanawake walitoa wa mwito wa kusitishwa kwa mapigano ili kuleta utulivu na usalama, baada ya zaidi ya saa mbili za mazungumzo na rais huyo wa zamani aliyeliongoza taifa hili kwa miaka kumi na nane kabla ya kumwachia usukani mrithi wake Felix Chisekedi. Bibi Bacho tulinabo, kiongozi na msemaji wa miungano ya wanawake mkoani Kivu Kaskazini, alieleza ombi lao. Kama wanawake wanapitia mud, matatizo muda mrefu, tumelomba rais wetu wa zamani amani, security. Tumemwomba atusaidie mabanki zifunguliwe, tumemwomba wafanye dialogi mzuri na baba yetu rais. Aidha, wanawake hao ambao kwa miongo kadhaa wamekuwa wahanga wa matukio ya uhalifu yanayofanywa na makundi ya waasi katika eneo la mashariki mwa Kongo wametaka kupewa nafasi katika maamuzi yanayohusiana na amani, wakisisitiza kuwa ushiriki wao ni muhimu kwa mafanikio ya mchakato mzima wa amani. Alisema Liberata Buratwa, mama kutoka wilayani Ruchuru aliyeshiriki mkutano huo. Musisahau mama, tulisisitiza hiyo kwa maana wanaume peke yao wanafanya vita, lakini sisi wamama tunaleta amani. Tumeonyesha rais ya kwamba hao watoto wote wenye kuwa porini ni sisi tuliwazaa. Rais ni sisi tunamuzaa. Kwa sababu gani sasa tunaweza endelea kuteseka mpaka leo? Na wakati wa mazungumzo wasisahau mama ndani ya mazungumzo, kwa maana mama ndiye mshauri, akaketi pamoja na wababa. Tunajua kama amani itakuja. Katika ripoti yao Februari mwaka huu, wataalamu wa Umoja wa Mataifa walieleza kusikitishwa kwao na ongezeko la matukio ya ubakaji yanayokadiriwa kutokea kwa asilimia tisini na nne kwa baadhi ya wanawake na wasichana wakati wa vita, kulingana na vyanzo vya ndani. Rais huyu wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila, ambaye alikuwepo kwenye makazi yake mjini Goma kwa siku kadhaa, ana nia ya kuendeleza mashauriano ya amani na makundi yote ya kijamii na kisiasa kote katika eneo la mashariki ya Kongo. Benjamin Kasembe, DW, Goma. DW tunavuma kwa kishindo. Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Endelea kutuandikia maoni yako kupitia mitandao yetu ya kijamii, tafuta DW Kiswahili. Tuendelee sasa na uchambuzi zaidi. Ya mahujaji milioni moja wa Kiislamu wamefurika katika mji mtakatifu wa Maka wakijiandaa kwa ibada ya hija ya kila mwaka, huku mamlaka za Saudi Arabia zikiahidi kuhakikisha kuwa ibada hiyo inafanyika kwa usalama zaidi licha ya joto kali la jangwani. Sheria kali zimewekwa dhidi ya wageni wanaoingia Saudi Arabia bila kibali. Taarifa zaidi anasimulia Amina Abubakar. Saudi Arabia imechukua hatua madhubuti kukabiliana na athari za joto kali wakati wa ibada ya hija, kufuatia maafa ya mwaka jana ambapo mahujaji elfu moja mia tatu na moja walifariki kutokana na joto lililofikia hadi nyuzi joto hamsini na moja nukta nane kwa Celsius, mwaka huu zaidi ya mashirika 40 ya serikali na takriban maafisa mia mbili na hamsini elfu wanahusika katika maandalizi ya kuhakikisha usalama na ustawi wa mahujaji. Miongoni mwa hatua zilizochukuliwa ni pamoja na kuongeza maeneo yenye kivuli, kuongeza idadi ya wahudumu wa afya na kutumia mbinu maalum za kupunguza athari za joto kali. Teknolojia ya kisasa ya akili mnemba AI, itatumika kwa kiwango kikubwa kusimamia idadi kubwa ya mahujaji. Mamlaka pia zimeanzisha misako dhidi ya mahujaji wasiosajiliwa, huku ujumbe wa tahadhari ukitumwa kupitia simu za mkononi ili kutoa taarifa kwa haraka. Kwa mujibu wa Hamud Alfaraj, mkurugenzi mkuu wa ulinzi wa raia, juhudi zinaendelea kuimarisha mifumo ya usalama na ufuatiliaji wa kutumia teknolojia ya kisasa ili kuhakikisha ibada ya hija ya mwaka huu inafanyika kwa usalama na utulivu zaidi. zizmanumdifads kwa mara ya kwanza, idara kuu ya ulinzi wa raia inatumia droni zilizo na teknolojia ya AI katika shughuli za kuzima moto. Droni hizi zinatumika kama waokoaji wa awali katika matukio kama haya, zikisaidia kupunguza hatari na kuongeza ufanisi wa majibu ya dharura. Wakati maandalizi ya ibada ya hija yakifikia kilele, mamlaka za Saudi Arabia zimeripoti kuwa hadi sasa zaidi ya watu mia mbili na sabini elfu wamezuiwa kuingia mjini Maka kwa kukosa vibali rasmi. Vilevile vile zaidi ya kampuni mia nne zisizoidhinishwa zimebainika pamoja na magari elfu tano yaliyokuwa yakisafirisha mahujaji kinyume cha sheria. Leseni za hija hutolewa kwa mfumo maalum wa mgao kwa kila nchi na baadaye hugawiwa kwa watu binafsi kupitia bahati nasibu hata hivyo gharama kubwa za safari hii takatifu huwafanya baadhi ya watu kujaribu kutekeleza ibada ya hija bila vibali halali, bila kujali hatua kali za kisheria zinazoweza kuchukuliwa dhidi yao. Kwa mujibu wa mamlaka, mtu yeyote atakayepatikana akiingia Maka bila kibali wakati wa hija atakabiliwa na faini kubwa, kukamatwa, kufukuzwa nchini na huenda akapigwa marufuku ya kuingia Saudi Arabia kwa miaka hadi kumi ibada ya hija ya mwaka huu inatarajiwa kuanza siku ya jumatano huku takriban mahujaji milioni moja nukta tano wakitarajiwa kushiriki hii ni idadi ndogo ikilinganishwa na mwaka uliopita ambapo mahujaji walifikia milioni moja nukta nane hija ni miongoni mwa nguzo tano za Uislamu na ni tukio kubwa la kidini linaloipa Saudi Arabia hadhi ya kiroho na ya kimataifa mbali na umuhimu wake wa kiimani ibada ya hija pia ni chanzo kikubwa cha mapato ya uchumi kupitia huduma na miundombinu ya kuwahudumia mahujaji kutoka duniani kote. Nam, tukitoka huko Saudi Arabia sasa, tuangazie mzozo kati ya Ukraine na Urusi. Mazungumzo ya amani kati ya Urusi na Ukraine yaliyofanyika leo mjini Istanbul yamemalizika chini ya saa moja tu baada ya kuanza bila mafanikio ya wazi, huku matumaini ya kibaki kuwa ya chini kufuatia mashambulizi makubwa ya hivi karibuni. Katika mazungumzo hayo, ujumbe wa Ukraine ukiongozwa na waziri wa ulinzi Rustem Umerov na ule wa Urusi ukiongozwa na mshauri wa rais Vladimir Putin Vladimir Medinsky ulibadilisha na nyaraka kupitia upande wa Uturuki. Thelma Mwadzaya na taarifa zaidi. Akizungumza akiwa mjini Vilnius, Lithuania, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alidokeza kuwa mafanikio pekee ya mkutano huo ni maandalizi ya mzunguko mpya wa kubadilishana wafungwa wa vita na pia Ukraine ilikabidhi orodha rasmi ya watoto waliodaiwa kuhamishwa kwa lazima kutoka Ukraine kwenda Urusi. Leo tunaona hali kwa uwazi. Ikiwa Urusi itageuza mkutano wa Istanbul kuwa maneno matupu, basi ni lazima kuwe na shinikizo jipya, vikwazo vipya, si tu kutoka Ulaya mbali pia kutoka G7 na washirika wote wanaotaka amani. Kila mmoja anapaswa kuunga mkono njia hii, this exact approach. Zelensky alikuwa akizungumza kwa kujiamini baada ya Ukraine kuendesha shambulizi la kushangaza siku ya Jumapili likilenga vituo vya ndege za kivita za mashambulizi ya kimkakati ndani kabisa ya Urusi ikiwemo kwenye maeneo ya mbali ya Siberia na ncha ya Arctic. Ukraine imedai kuharibu au kuathiri takriban ndege 40 za kijeshi huku maafisa wa Kiev wakieleza kuwa operesheni hiyo ilichukua zaidi ya mwaka mmoja na nusu kupanga. Wakati huo huo, Urusi nayo na ilijibu kwa kurusha droni mia nne sabini na mbili, idadi kubwa zaidi kuwahi kurushwa tangu uvamizi wa 2022 ikilenga maeneo ya raia nchini Ukraine. Licha ya hali hiyo ya kijeshi, Uturuki iliendeleza juhudi zake kama mpatanishi. Waziri wa mambo ya nje Hakan Fidan aliongoza mazungumzo hayo akisisitiza umuhimu na ushiriki wa Marekani katika mchakato huu wa amani amerikanin bu gorushmelere yonelik tunaona imani na msaada wa Marekani katika mazungumzo haya kuwa muhimu sana. Azma ya Rais Trump kuanzisha amani imefungua dirisha jipya la fursa. Lengo kuu ni kufikia amani ya kudumu bir barishin salanmasidir. Fidan pia alibainisha kuwa mazungumzo hayo yanalenga kuendeleza maelewano kuhusu sitishaji mapigano, mabadilishano ya wafungwa, pamoja na maandalizi ya mkutano wa moja kwa moja kati ya Zelenski na Putin. Wakati mazungumzo yakiendelea bila mafanikio makubwa, mapigano makali ya ardhini bado yanaendelea kati ya maeneo ya Kherson na Zaporizhia, ambako mashambulizi yamesababisha vifo vya raia. Ukraine inasema mashambulizi makubwa zaidi ya Urusi yanaonyesha jaribio la kuzilazimisha masharti ya kijeshi kabla ya amani. Ingawa mazungumzo ya leo yamemalizika haraka, pande zote zinaendelea kubadilishana wafungwa na matumaini ya usitishaji wa mapigano bado hayajazimika kabisa. Macho ya dunia yanabaki Istanbul. Na mahakama moja nchini Marekani ilikaribia kuiokoa Ulaya kutokana na ushuru mkali uliowekwa na Rais Donald Trump, lakini baada badala ya kuleta suluhisho, wataalamu wanatahadharisha kuwa hatua hiyo huenda ikaongeza mkanganyiko zaidi. Idi Sasanga na taarifa kamili. Mahakama ya biashara kima ya kimataifa ya Marekani ilitoa matumaini ya muda mfupi kwa Umoja wa Ulaya na washirika wengine wa kibiashara duniani baada ya kutangaza kusitisha ushuru wa asilimia kumi uliowekwa na Rais Donald Trump kwenye bidhaa zote zinazoingia nchini humo. Uamuzi huo ulieleza kuwa Trump alivuka mipaka ya madaraka yake ya uraisi kwa kutumia sheria ya mwaka 1977 moja kuhusu mamlaka ya kiuchumi wakati wa dharura. Hata hivyo matumaini hayo hayakudumu. Saa chache baadaye, mahakama ya rufa ilisitisha utekelezaji wa uamuzi huo na hivyo kurejesha ushuru huo kwa muda. Katika muktadha huu wa mvutano wa kisheria, swali kubwa ni je, ni wapi mamlaka ya mwisho kuhusu sera ya biashara inapaswa kuwa, kwa rais au bunge la Marekani? Umoja wa Ulaya ulitarajia kutumia uamuzi huo kama turufu ya kuimarisha nafasi yake kwenye mazungumzo yanayoendelea na Marekani. Makamu wa Rais wa Tume ya Ulaya, Maros Sefcovic, alieleza kuwa mazungumzo yanaendelea kwa kasi, akisisitiza kuwa Umoja wa Ulaya umejitolea kikamilifu kutafuta suluhisho la muda mrefu, lakini wataalamu wamegawanyika. Mbunge wa bunge la Ulaya, Band Lange, alisema EU sasa inayo nafasi nzuri ya kujadiliana kwa nguvu mpya kwani vitisho vya Marekani kutumia ushuru kama njia ya shinikizo vimepungua. Hata hivyo, Andre Sapir kutoka taasisi ya uchumi ya Bruegel anasema hali imezidi kuwa ya kutatanisha. Anasema kwa wafanyabiashara, jambo baya zaidi ni kukosekana kwa uhakika wa mwelekeo wa sera. Katika harakati za kupunguza mvutano, tume ya Ulaya imependekeza mpango wa kuondoa ushuru wa pande zote katika kile kinachoitwa makubaliano ya sifuri kwa sifuri, lakini Trump bado analalamikia tofauti ya mizani ya kibiashara akitaka EU inunue bidhaa zaidi kutoka Marekani, hususan gesi asilia. EU tayari imeanza kubadilisha chanzo chake cha gesi kutoka Urusi kwenda Marekani kufuatia uvamizi wa Urusi nchini Ukraine. Lakini ikiwa mazungumzo hayatazama matunda, EU imesisitiza kuwa iko tayari kuchukua hatua za kujibu. Wakati huo huo, wachambuzi wanatahadharisha kuwa hata kama mahakama zitabadilisha ushuru wa siku ya ukombozi ya Trump, bado anaweza kutumia mbinu nyingine kuweka ushuru tofauti. Kwa kifupi, mvutano huo wa ushuru haujaisha, na barani Ulaya sintofahamu bado ni kubwa. Upande wa pili wa studio Sale Mwana Milongo amejaa tele kutuambia yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Sale, jioni hii wanasemaje? Wanasemaji e, Saumu kuna mengi na taarifa zilizojaa mitandaoni jioni hii ni pamoja na huko Tanzania ambako baadhi ya vyombo vya habari uh, ikiwemo Mwananchi uh, vinaeleza kwamba serikali imetangaza kulifutia usajili kanisa la ufufuo na uzima linalomilikiwa na mbunge wa Kawe Askofu Josephat Gwajima ikiwa ni siku moja tu uh, angu kiongozi huyo wa kiroho atangaze msimamo wake wa kuendelea kukemea vitendo vya utekaji na watu kupotea. Mm -hmm. Kwa hiyo, kulingana na vyombo hivyo vya habari nchini Tanzania ni kwamba sababu ya uamuzi huo wa msajili wa jumuiya za kiraia Emmanuel Kihampa mm -hmm. ni kile kilichoelezwa kwamba kanisa hilo lime kiuka sheria ya jumuiya kwa kutoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa na nia ya kuchunganisha serikali na wananchi mm. Kwa kweli taarifa hiyo ni inaibua maoni mengi mtandaoni. Kumekuwa mm. na huyu Paul advokati amesema kwamba kosa la Gwajima ni kukemea utekaji ambao upo hivi, tunaelekea wapi Tanzania? mm -hmm. Na huyu Daktari Zack amesema uh, aliyataka mwenyewe sasa, akahubiri stendi stendi, sijui ni nini pana <laughs> <laughs> kuegesha <laughs> <laughs> magari sale mambo so, kwelikweli. <laughs> umewahi kuona baadhi ya wahubiri wanahubiri pale barabarani mm -hmm, mkitaka kuingia kupanda magari, sasa ndo wanasema mm -hmm, eh, Gwajima sasa awe ajiunge katika eh, maeneo kama haya Mambo kweli kweli. Na Mashon Jr amesema ni muhimu kuheshimu katiba na sheria za nchi. Sijue bado tuna muda wa kuendelea na mengine, sijawashoa ta naona tunaweza kuendelea kama kuna mengine ambayo mengine, wewe ni mwanamichezo na jana Jumapili pia kulikuwa na hiyo fainali ya tuseme ya klabu bingwa barani Afrika ambako Ee, mshambuliaji wa zamani wa timu ya Yanga na isv club ya jamhuri ya kidemokrasi ya Congo, Fiston Mayele ambaye pia ni raia wa Congo. mm -hmm. Ee, aliongoza Pyramid FC ya huko Misri kutoa taji la ligi ya mabingwa Afrika baada ya timu hiyo ya Misri kuibuka na ushindi wa mabao mawili kwa moja dhidi ya Mamelodi Sundowns. Usiniambie mashabiki usini. wa Yanga wanasherehekea wa, wa kwamba alikuwa mchezaji wao wa zamani. Bila shaka, kuna huyu mmoja <laughs> amejiita Idi Juma amesema, amesema Simba na Yanga wajifunze mpira, siyo maneno. Mpira ni uwekezaji, kwa hiyo piramidi kuchukua kombe hilo ni kwamba kulikuwa na uwekezaji mkubwa mm. Na Johnson Mkama amesema maumivu yanayopitia Mamelodi ni kama <laughs> sisi Arsenal, kwa hiyo <laughs> Arsenal maumivu yao hawezi kuisha, ataendelea kila siku. Haya, pole ni jamani, tafuteni maji ya moto munywe, mpoze vidonda hivyo vya maumivu ya Arsenal. Basi, mm -hmm. mimi nisome ujumbe ambao umetumwa hapa ya jina ya YouTube, na wafuatiliaji na wasikilizaji wetu kupitia chaneli yetu ya YouTube. Namuona Godfrey Nyerembe anasema doche vele na wapata vyema kabisa katika matangazo ya habari zijioni. Baraka Rabani akiwa Kigoma anasema kwa kweli taifa letu linahitaji kuwa na viongozi wazalendo wenye ku pokea ushauri na kukosolewa. Nyanda Bukombe akiwa Ngara anasema amani ya kudumu itapatikana lini huko Gaza? Na Mugeteki Elias anauliza amani itarejea lini huko Mashariki ya Kati? Nimemwona hapa Abbas Lameki wa Dar es Salaam anasema Urusi na Ukraini tafuteni muafaka wa vita vyenu. Na Hasan Mlasha anasema tochevele nawapata vyema kutoka mjini Moshi nchini Tanzania. Mimi niingie katika mtandao wa Instagram ambapo namuona fuso fuso akiwa Mwanza, Tanzania, anasema kilio cha wanawake wa Kongo kisipuuzwe, wasikilizwe. Kanuti Liambo ametuandikia akiwa Songwe, anasema litakuwa jambo jema kama amani ya kudumu itapatikana huko Kongo. Hiza Mpare akiwa kule maeneo ya Morogoro naye pia ametuandikia akisema ipo haja ya wanawake hawa huko kongo kusikilizwa. Na Manet Kione wa Iringa, Tanzania, anasema Urusi na Ukraini mkae pamoja mjue kwamba amani hurejea kwa njia ya mazungumzo uhum. Na Majaliwa Mashaka wa Iringa, Tanzania, anasema tunaomba amani irejee katika mataifa yenye vita na Uh, robo mchina fundi simu wa Katavi huko Tanzania anasema, Urusi na Ukraine malizeni uhasama wenu. Nikisalia hapo hapo katika Instagram, namuona Hamza Ayubu akiwa Dar es Salaam, anasema ni jambo jema kama mazungumzo hayo yatafikia mwafaka ha, wa kusitisha vita vya Urusi na Ukraini. Nitupia jicho sasa kule Facebook, namwona Lucas Ezekiel wa Dar es Salaam, anasema niwaombe safari njema mahujaji wa kitanzania watakaoenda hija huko Maka. Ahmad Suvi akiwa Dar es Salaam anasema pole sana uh, mahujaji wote huko Maka kwa joto kali mm -hmm. na bado maoni yapo mm -hmm. Nimemuona hapa huyu anaitwa David Magahe wa Mwanza Tanzania anasema tunaomba suluhu ya mzozo wa Gaza ipatikane na Frank Filipo wa Tabora Tanzania anasema ni wakati sasa wa kumaliza vita vya Urusi na Ukraine. Naona ujumbe wake. Kayuni Rashid akiwa Dodoma Tanzania anasema, serikali ya Kongo, hakikisheni mnamaliza mzozo unaoendelea nchini mwenu. Maneno Alex akiwa Ifakara, yeye ameandika na watakia Waislamu wote ibada ya hija nzuri na iwe na utulivu. Mzoi Shaba Jean Claude akiwa Bujumbura Burundi anauliza amani ya nauliza, mania, kudumu itapatikana lini huko Mashariki ya Kati. Mm-hmm. Na Jackson Ledema mepetu wa uh, Olda Nyati tran, uh, Transmara Kenya anasema Urusi na Ukraine, tambueni kuwa amani ni muhimu, kaeni meza moja mumalize tofauti zenu. Na Steven Emmanuel Lombo wa Moshi Tanzania anasema tunataka kuweko na amani katika nchi zote, na Urusi na Ukraine ni jambo jema kukaa kwenye meza ya mazungumzo. Asante sana Pascalin Lukashambi, pia kwa kutuandikia ukiwa ukoka hama, nasema mazungumzo ya amani ni muhimu sana kwa mataifa haya mawili kati ya Urusi na Ukraine. Na ujumbe huo, msikilizaji, unahitimisha inafikisha no, mwisho wa matangazo ya DW kwa siku ya leo. Asante sana kwa kutuazima kiungo chako muhimu cha sikio kwa niaba ya mwelekezi Maggi Wanja vilevile kupitia vile, chaneli yetu ya YouTube. Silvia Mwehozi, asante sana msikilizaji na mtazamaji. Jina langu ni Samuel Njama, nikutakie jioni tulivu. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satelit Badry 8 Utelsat 8 WB Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwa geni kwa herini.